How much money you need for a Canadian visitor visa. Ama ni pesa ngapi ambao unahitaji kusudi uweze kupewa visa ya kuvisit Canada. Sana sana bank statement. Sababu watu wengi sana wanaanguka mtihani inapofikia hapo kwa bank statement. Leo nataka kuweza kukupea mwangaza yeah: ni pesa ngapi unahitaji kuwa nayo kwenye akaunti yako kusudi uweze kukubaliwa kupata visitor visa. Najua wengi watajiuliza pia uh, kuhusu uh, student visa, lakini nitakuja hapo. Na ikiwa unahitaji video ya student visa, basi comment hapo chini na mimi nitashughulikia lakini leo nataka kwanza niweze uh, ku, kupea mwangaza ni pesa ngapi unahitaji ili uweze kukubaliwa kupata viza ya kuja Canada. Bank statement yako inatakiwa isome namna gani kusudi uweze kukubaliwa kupata viza ya Canada bila kusumbuliwa, sababu wengi wa we wanakataliwa. Lakini najua kama wewe ni mwana KHP lazima uweze kujua ujanja wote ule ambao unahitajika na kila kitu ambayo inahitajika kusudi uweze kupata visitor visa. Nina sababu ya kufanya video hii. Hello everyone. Welcome back kwa KHP Canada. Ikiwa wewe ni mpya, kumbuka kusubscribe, na kama utapendelea kujiunga na kikundi yetu, link iko kwenye description. Unaweza umekaribishwa kujiunga na kikundi yetu na pia usisahau kila uh, alam no, Jumamosi ama Saturday, huwa tunakuaga live most of the time masaa ya saa mbili ikiwa ni masaa ya East Africa, kwa ajili ya kuzungumzia fursa ambayo inaweza ikawa imejitokeza, na kwa ajili ya kujibu baadhi ya maswali kuhusu kuja Canada, kuhusu migration na pia tunafanya videos nyingi za kukuonyesha Canada, sababu ikiwa una ndoto ya kuja Canada, jua huko mahali pazuri, na hutakiwi kuja tu, lakini unatakiwa kujua pia sehemu ambayo unaenda, kusudi kusaidia kujipanga na kujua eh, mahali gani inaweza kawa pazuri kwako wewe wakati ambao utaweza kuingia ndani ya nchi hii. So, ili ni swala ambalo watu wengi sana wameishi kujiuliza na wengi sana wamezidi wakiniandikia, ya kwamba ni pesa ngapi unahitaji kusudi uweze kukubaliwa eh, Canadian visa ama uweze kupata Canada visitor visa bila kuweza kukataliwa, sababu ni wengi wamejaribu mara kadhaa na hawajakubaliwa ni wengi wamekataliwa, lakini najua video hii ni muhimu sana kwako wewe ambaye unahitaji kuvisit Canada, wewe ambaye unapanga kutembea Canada kwa sababu moja wala nyingine. Video hii ni muhimu sana kwako, sababu ukitumia yale ambayo anaenda kuongea hapa na kuhakikishia kwa ya kwamba utapiga, uh, ile ambao Wafaransa wanasema un coup in flame, ama utafanya one touch. Hauwezi ukarudia mara mbili. KHP huwa ahati, lakini eh, hahati hiyo <laughs> Kiswahili inaweza ikawa ngumu na ikapitia pia wengine, lakini ndio hayo. So ni pesa ngapi ambao unahitaji kusudi uweze kuja kutembea Canada, na bank statement yako inatakikana kuwa inasoma aje kusudi wewe uweze kuja Canada. Andamana nami mpaka mwisho wa video hii. Najua kwamba itakuwa muhimu sana kwako, ikiwa wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanapanga kuja Canada either kwa kazi ama kwa kuvisit. Lakini acha nizungumzie kwanza visit, na ukipata visit basi utakusha kwa kwa mkono ambao iko salama, na kwa wale ambao wako kwenye kikundi wanajua sababu ya mimi ku, endelea kuinsist kwa hili topic visit Canada, tembea Canada. Kuna sababu: Canada ni pazuri, Canada ni pazuri <laughs> Canada ni pazuri. So uh, kitu ambao unahitaji kwa wewe kuweza kukubaliwa statement yako na pesa ambao unahitaji kuwa nayo kwa akaunti ni, ni, ni ngapi? Jambo la kwanza, Canada haikuagi na specify amount ambao wewe unatakiwa kuwa nayo kwenye akaunti yako, na hiyo ndio mtego ambao watu wengi wanaanguka, sababu haijawekwa pesa kiasi fulani ambao unatakiwa kuwa nayo na licha ya kuwa haijawekwa pesa ama amount, ndio inasababisha ya kwamba watu wengi huwa wanaanguka sababu mtu anajaribu yeye anaanguka anajaribu inaanguka lakini kile ambacho nitakwambia ni nini kusudi uweze kuapply vizuri jambo la kwanza hakikisha akaunti yako iko na pesa kuanzia dola elfu tatu mpaka elfu tano yani kuanzia dola elfu tatu mpaka elfu tano ikiwa ya kwamba utakaa Canada kwa wiki moja ama kwa wiki mbili. Kwa nini ninasema hivyo? Unajua watu wengi wanaelewa ya kwamba wakati unapewa visitor visa na unatakiwa kuja kutembea Canada, ndio utapewa miezi misita, utakuwa na nafasi ya kukaa Canada kwa miezi misita. Lakini unaweza ukapewa ukuje kukaa hizo miezi misita na pesa ambayo uko nayo kwa akaunti yako haitatoshea wewe kuweza kukaa Canada miezi misita. Ndio maana wakati utaenda kuomba hiyo visa unakataliwa, sababu wanajua pesa hiyo haitatosha kwa wewe kuweza kukaa Canada kwa miezi misita. Ulienda kuomba visitor visa na hauku specify siku ambazo unatakiwa kukaa Canada, na ukiwa umepewa visitor visa unatakiwa kukaa miezi misita, alafu pesa ambayo uko nayo iko kidogo utakataliwa. Ndio maana zingatia hili. Ndio maana ikiwa uko specific unasema ya kwamba mimi nitakaa wiki moja ama wiki mbili, ukiwa na dola kuanzia elfu tatu mpaka elfu tano hauwezi ukakataliwa visa. Na ikiwa ya kwamba unahitaji kukaa mwezi ama hizo miezi misita ambao um, utapewa lazima uhakikishe pesa ambayo iko kwenye akaunti yako ni zaidi ya haya ambayo mimi ninayoongelea. Lakini ukiwa specific, unasema ya kwamba mimi nitakaa wiki moja ama wiki mbili, na uende na kuanzia eh, elfu tatu mpaka elfu tano kwenye akaunti yako, basi bila shaka utakubaliwa. Hapo ndio wengi huwa wanaanguka mtiani, lakini ukiwa na hayo nakuhakikishia ya kwamba utapita na itakuwa sawa, sababu unatakikana kuwa na pesa ambao itaridhia kwa wewe kuweza uh, kulipa ndege, kwa wewe kuweza kulipa hoteli ama mahali pa kufikia, na pia itatosha kwa wewe kuweza kula na kupata transport kwa wakati ule ambao utakapokuwa hapa. Sababu kumbuka umekuja kutembea, na utaona sehemu mbalimbali hapa Canada. Lazima uwe na pesa ya kutosha ambayo itakuzungusha hapa ndani na kufanya mambo yako kadhaa. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana ni bank statement. Unajua, bank statement inaangusha watu wengi. Kwa sababu gani? unapanga kwenda kuomba visa, alafu hiyo dakika ya mwisho unaenda ukajikopa pesa, unaweka kwenye akaunti yako uonekane uko na pesa mingi, ama umechukua pesa ukaweka kwenye akaunti yako, hiyo dakika za mwisho ambazo wewe unapanga kuenda ku uh, um, itisha visa, hiyo itakusaidia kwa wewe kuweza kupata visitor visa. So jambo lingine, usijikope pesa ya kuweka kwenye akaunti yako dakika za mwisho, wakati ambapo unataka kuja Canada. Hiyo inaangusha watu wengi, sababu watajua tu ya kwamba hiyo pesa siyo yako, ama umeweka sababu unahitaji kuja Canada. Bank statement huwa inaangaliwa kwa miezi mitatu mpaka miezi misita. Inatakikana kuwe na mzunguko wa pesa hapo ndani Pesa inaingia inatoka, inakaa, inaingia, inatoka, inakaa, lazima kuwe na huo mzunguko. Lakini ukienda uchukue pesa dakika ya mwisho, ukuje uweke mara moja, hawezi ukakubaliwa, watajua kwamba umefanya njia hiyo, ama umefanya hivyo sababu unahitaji kuja Canada. Kwa hiyo lazima kuzingatia na kuwa makini hapo, hakikisha statement yako kwa, kwa miezi tatu mpaka miezi sita na ikiwa hauna pesa ya kutosha, ama statement yako haiko strong, ushauri wangu ni chukua muda. So wakati unahitaji kuvisit Canada, usiamke tu asubuhi na ukasema nataka kuvisit Canada, lakini unahitaji kuchukua muda wako kuweza kupanga statement yako, kuweza kutengeneza rekodi yako na akaunti yako, sababu usiweze kudanganya. Ukidanganya utajulikana na ukijulikana utakuwa kwa shida sana ya kuweza kupata visitor visa. Utatumia muda wako, utatumia pesa wako, pesa yako na mwishowe au utafanyikiwa kuweza kupata visitor visa. Ndio maana tuwe makini sana wakati tunafanya hilo, na ni mzuri sana kuzingatia haya, sababu itaweza kukusaidia ikiwa una ndoto ya kuja Canada. So usiwe na haraka kama statement yako haiko sawa tumia muda wako vizuri, tengeneza e, mzunguko wa pesa kwenye akaunti yako. Kama ni kukopa unaweza ukakopa, lakini utumie muda kusudi iwe statement ambayo inakaza. So ukizingatia hayo utaweza kupata visitor visa na utakuja kutembea Canada bila wasiwasi wasi yoyote, na travel plan yako inatakikana kuwa sawa, na ikiwa utahitaji msaada kwa hayo basi tuandikie kwenye comment section na sisi tupo hapo kwa ajili ya kusaidia. Na kama wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe. Thank you.